Leo hii tuko eneo la Ruvujuu kwa ajili ya kutoa ufafanuzi mfupi kuhusiana na huduma ya maji daya. Kwa kweli, kama ya mamlaka tunakiri kwamba tulikuwa tuna changamoto ndogo ya kuharibika kwa pampu katika mtambo wetu wa Ruvujuu ambao mnauona, ambao unahudumia asilimia thelathini na saba ya wakazi wa Dar es Salaam na Pwani. Baada ya matengenezo yamedumu kwa takribani saa 48, sasa huduma imeweza kurejea. Kutokana na kuna baadhi ya clip ambazo zimeendelea kutembea katika mitandao ya kijamii zinazoonyesha kupungua kwa kiasi kikubwa cha uzalishaji maji katika mtambo wa Ruvu Juu, tunaomba tuwatoe wasiwasi wananchi wa na, na Watanzania hususani wa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani na kuambia kwamba kiasi cha maji kilichopo ni kingi na kinatosheleza hata kama hatujapata mvua kwa kipindi cha miezi mitano mpaka sita inayokuja. Kwa hiyo ni wasihi sana wananchi waache kutoa taarifa ambazo sio sahihi, kwa sababu inaleta taharuki kwa wananchi, inaleta taharuki kwa jamii, ikizingatia uwekezaji mkubwa ambao Serikali umefanya katika sekta ya maji katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na Pwani. Napenda kuwakumbusha wananchi kwamba kuna makosa ya kisheria na kuna makosa ya kimtandao. Tukumbuke kwamba tutakaposimamia katika sheria hizi basi hatutakuwa salama kwa wale ambao tunapenda kupotosha umma. Kwa hiyo, tusiwe tunatoa taarifa ambazo ni sensitive kwenye eneo kama hili, eneo la maji ni eneo la uhai. Unavyowaambia wananchi kwamba kuna taharuki ya kutokuwa na maji, tujiandae kwa ukame mkubwa, unatengeneza taharuki kubwa kwa jamii. Kwa hiyo, tujiepushe kutoa taarifa katika maeneo haya sensitive kama ilivyo e, eneo la maji safi na huduma za maji kwa ujumla.